Na kama kawaida sasa tumalize na Mizengwe ambapo Rais Ruto ameonekana kuguswa na moyo kutokana na mapenzi waliomwonyesha wakazi wa Ukambani wakati wa ziara yake maeneo hayo, akisema wataongoza katika safari ya kuelekea mbinguni. Naye Kalonzo Musyoka anachambua waziwazi miradi anayozindua rais Ukambani. Na chungwa limegeuka limau kwani migawanyiko imeendelea huku wanachama wakiadhimisha miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chama hicho. James Mwangi anashuka na Mizengwe. Katika makala ya Mizengwe wiki hii rais Ruto alikita kambi katika ngome ya kinara wa Waipa, Kalonzo Musyoka kwa siku nne mfululizo, injili ya wakazi ukambani kutosalia upinzani ikishamiri. Na hawa watu wa Ukambani, inaonekana uzuri wao umegusa moyo wa rais eti unasema watu wa eneo hili safari ya kwenda binguni ndio watakao kuwa mstari wa mbele. Nimewaambia, nimekuja hii Ukambani deliberate kwa sababu watu wa Ukambani ni watu wazuri sana. I am being honest. Kama kuna watu watatangulia mbinguni bila wengine ni watu wa Ukambani. Because you are good people. Haya, tuachane na hayo ya kwenda Sayuni. Utawaambiaje hawa wanaonekana kila mara kupinga yale unayoendeleza, uja waseme mambo tatu watakuja waseme one time, kasongo na must go. Sasa nyinyi munieleze hata kwa miujiza hata kwa kamote kasongo one time, na must go itabadilisha Kenya namna gani honestly? mtu agenda hana mpango Hana. Lakini inaonekana Kalonzo amekuwa akifuatilia yanayojitokeza katika ziara hii, unasemaje kuhusu miradi anayozindua rais hasa yaliyozinduliwa hivi maajuzi ya barabara ya Emali kuelekea Matiliku? Kitu inasema Ruto amelaunch hii barabara Wednesday tarehe kumi na mbili, leo ni Friday tarehe kumi na nne, siku mbili baadaye hapa magreda yalikuwa amewekwa hapa kuonyesha rais analonji barabara ya kutoka Emali kwenda Matiliku, 20 kilometers. Siku mbili baadaye hakuna evidence except this monument. This is just a monument, so this is not how to run a country. Ila Kalonzo kajipata pabaya kusimama mbele ya kamera na kuchambua yanayojitokeza katika ziara hii tayari wamempa jina sasa, wanamwita content creator. Nimeona pia juzi mheshimiwa rais umeenda pale emali matiliku, na hata hapa ukambani pia tumepata content creators. Shida tu ile ya huko northeastern content creators walikuwa ni vijana hapa, iko mzee amejifanya content creator Tafadhali wazee, tuachie vijana kazi yao si, si, vijana waachie kazi yao. Haya, tugeukie mengine, mpasuko katika chama cha Chungwa wanasema kwamba chungwa limegeuka limau. Kuna wale waliojizatiti kupigania uwepo wa Broadbased government, wengine haya mambo hayawafurahishi hata kidogo. Wanamwita babu, kwa sababu tunasema ni babu, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asante bila babu tabu. Hebu tuambie Haya yote wewe ni nini kinachokukera zaidi? Jana niliona viongozi wetu wa ODM walipewa viti congratulations, lakini wacha niwaulize swali wadozi, mliangalia huyu babu Owino mkaona hizi tosha kiti yeyote? James Mwangi, makala ya Mizengwe.